Tukiangazia mafanikio kipindi cha miaka hii minne cha uongozi wa mheshimiwa Raisi Daktari Samia Suluhu Hassan, tunajionea mafanikio mengi sana. Nikianza kwenye katiba, hii ndio wizara ambayo inasimamia katiba, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huwa napenda kuwaambia waheshimiwa wenzangu mawaziri na wabunge kusimamia katiba si jambo dogo kwa sababu katiba ndio kila kitu. Na wote mmeona katiba imeheshimiwa kipindi hiki chote. Tumeendelea kuiheshimu katiba na katiba imeendelea kutuheshimu sisi. Kila taasisi, kila serikali, kila muhimili unatokana na katiba. Katiba yenye ibara mia moja hamsini na mbili yenye nyongeza mbili kuna nyongeza ya kwanza na nyongeza ya pili, au Waingereza wanasema shedo first shedo na second shedo, pamoja na eneo la utangulizi kwa, kwa maana ya priambo. Katiba yetu hii imeendelea kutufanya katika miaka minne hii tuendelee kuwa imara, tuendelee kuwa wamoja, tusimamie chaguzi hasa ule wa serikali za mitaa, lakini tufanye teuzi mbalimbali mbali kutokana na katiba hiyo, na kutekeleza majukumu mengine kama katiba inavyotaka. Katiba hii kwa miaka hii minne imetuwezesha tuwe na mahusiano na nchi nyingine, kwa sababu hizo nchi nyingine zinatutambua sisi kupitia katiba hii ambayo imeelezea mipaka yetu na mamlaka yetu. Katiba hiyo imeongelea haki za binadamu ambazo tutaliweza hapo mbele, tumezitekeleza kwa ukubwa mno katika kipengele hicho cha katiba. Tumetoa elimu ya utawala bora na uraia, elimu ya utawala bora na uraia, tumezunguka mikoa yote ya Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar, isipokuwa Dar es Salaam ambao tutakwenda hivi karibuni. Sasa unapoona kwamba miaka minne wizara imeweza kuzunguka mikoa yote kutoa elimu ya katiba, elimu ya utawala bora na elimu ya uraia. Misingi ya utawala bora na using, misingi ya uraia ni katiba yenyewe. Kwa hiyo wananchi zaidi ya milioni sita wamepata elimu hiyo katika mikoa yote. Jambo hili halijawahi kufanyika, ila linafanyika sasa katika uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hasani. Hata juzi wiki iliyopita, mimi nilikuwa Songea, tumetoa elimu hiyo kwa wananchi zaidi ya elfu kumi ndani ya wiki moja, na bado kazi hiyo wataalamu unaendelea, tunavyoongea sasa, vikosi vyetu viko njiani, vinakwenda kufanya kazi ya kutoa elimu ya katiba, elimu ya utawala bora na elimu ya uraia, elimu ambayo kila Mtanzania anahitaji kuwa nayo angalau kuijua. Nisisitize kwenye elimu ya uraia, hapa ndipo tunaongelea Mtanzania ni nani na kwa nini unaitwa Mtanzania? Wajibu wako kwa nchi yako ni nini? Uzalendo wako kwa Tanzania ni nini? Elimu ambayo imekosekana kwa muda mrefu sana.